Aya, ghorofa hili hapa ninaliuza milioni mia nne mazungumzo yapo. Ni ghorofa la vyumba vitano. Hili hapa hili eneo square mita elfu moja na mia sita. Huu kuta sio mwisho, kuna eneo liko kwa nyuma kule, nitakuonyesha nyuma. Hapa kuna jiko la nje, unaweza ukaita barbecue hapa. Kuna varanda ya nyuma, eneo ni kubwa sana. Huku ni upande wa nyuma, eneo ni kubwa sana na kaona ilivyo, na varanda kubwa hapa. Kuna ukuta ulioko wa kusepareti, lakini kama hautaki utauondoa eneo ni kubwa square mita elfu moja na mia sita na hapa kuna frame. Kuna frame hapa. nyumba ina maji, nyumba imekamilika, ni kila kitu inayo. Unaweza ukaona nyumba hiyo hapo, kusogeze yani uone kwa karibu. Nyumba nzuri sana sana, hii hapa unaweza kuona a beautiful house, unaweza kuona ilivyokaa vizuri kabisa. Eneo ni kubwa square mita elfu moja na mia sita. Hii hapa unafanya whatever you need, eneo ni kubwa sana. Hii hapa milioni mia nne, na mazungumzo yapo, na kupeleka ndani sasa. corridor. Kitchen is in the middle of finishing. Sasa. Hii ni sitting room ya juu. Sitting room ya juu nzuri kabisa. Naweza kuiona. Nyumba ina sitting room mbili kubwa nzuri. Hii ni sitting room ya juu. Dining room ya juu tena, ehe, unaweza ukaona view ya juu huku, pamekaa vizuri sana sana sana sana, a very nice view kule bahari kule kule kule, mji ulivyokaa vizuri. Yaani leo kuna hali ya hewa kama mvua, lakini hali ni nzuri, yaani hewa ni nzuri kwelikweli mazingira yake ya nje yale niliyokuwa nakwambia, nazo ukaona vile ilivyo. Hapa walitenganisha na ukuta lakini